Shalom, shalom, kuna hii statement ambayo tumekuwa tukiongea hasa walokole wengi kwamba Mungu anaangalia moyo, lakini huku tunafanya vitu ambavyo ni vya ajabu ambavyo vinaonekana nje. Neno wa Mungu inasema kwenye Mathayo tano kumi na sita nawasha taa yenu mbele ya watu ili waone matendo yenu mema, nao wamshukuru baba yenu aliye mbinguni. Neno wa Mungu inasema sisi kwanza ni taa ya ulimwengu sisi ni chumvi ya ulimwengu. Umeona mtu yoyote ambaye unaweza ukaenda ukamfata ukamhubiria, kwanza aanzi kukuangalia wewe moyo? Anayeangalia moyo ni Mungu tu, sio wanadamu. Mtu anaangalia sisi wanadamu tunaangalia nje sana. Aya, imagine wewe unasema Mungu anaangalia moyo, leo hii unaenda kumshuhudia mtu, au wewe kune mtaa wako wewe ndio mlokole umeokoka kwenye huo mtaa lakini the way unavovaa hayo mavazi yaani, hata huyu ambaye ajaokoka akasome mpaka mtu anajuza, huyu kweli anaenda ibadani au anaenda wapi? Jamani, ngoja nikwambie, ni kitu, kuna vitu ambavyo tunamkosea sana mungu bila wenye kujua. Tunafanya vitu ambavyo tunamkosea sana Mungu kwa sababu inatakiwa kwanza uanze kumheshimu Mungu kuliko kitu chochote wewe kwenye interview una uwezo wa kuvaa sketi ndefu inavuka magoti, unavaa nguo ya heshima. Unavoenda ukweni, unavaa nguo ya heshima. Kwa nini sio kwenye nyumba za ibada? Kwa nini kwenye nyumba za ibada tumekuwa tunavaa mavazi ambayo nisa, kama tunaenda disco? Yani mtu akimchukua kahaba akakusimamisha na wewe hamna tofauti. Sasa hiyo nuru yako ambayo inatakiwa ionekane kwa watu ni ipi? mtu ambaye unaenda kumhubiria au mtu ambaye ni mpagani anakuona kila siku, yeye akuangalia moyo? Anaangalia, anakuangalia wewe nje. Kwa sababu yeye sio Mungu hawezi akaona moyo, kama mnavyosema tunavyosema Mungu anaangalia moyo. Lakini kumbuka wewe, neno la Mungu linasema wewe ni nuru ya ulimwengu, inatakiwa uangaze. Wewe ni chumvi, inatakiwa kila mtu aone ile ladha yako, na hiyo ladha yako inaanzia kwanzia nje inaanzia ndani lakini nje pia ithibitike hiyo ladha kwamba yes mimi ni mtoto wa Kristo. Mimi nimeokolewa. Ninapoenda hata kuhubiri hili neno, yani kweli mtu anakuona kabisa yes huyu kambeba Kristo. Sisemi kwamba tunambeba Kristo kwa mavazi, lakini usije ukasema eti Mungu anaangalia moyo lakini huku nje wewe una akti kama kaaba unavaa kama kaaba em, tu tujiulize, unavaa kwa nia gani? Lakini ukifika kanisani unanena kwa lugha sana Tujiulize, huyo Roho Mtakatifu ambaye anakusaidia kunena kanisani, hakukusaidia wewe kukwambia vaa mavazi haya unapoenda kanisani? Haya mavazi sio sahihi kuvaa kanisani. Wasichana wengi ndio hivyo after. Na ukikutana na wasichana wa Kikristo wana majibu, jamani, sisi wasichana wa Kikristo Mungu atusaidia. Kwa sababu unaweza kuambia mtu jamani, yes umeokoka na unasema Mungu anaangalia moyo, lakini hii ni tu machana, anaweza kakupa hilo jibu mpaka unasema hey, unamwacha tu namwangalia kwanza kwa. Jamani, tujirekebishe kwenye swala la mavazi. Kama Roho Mtakatifu anakusaidia kunena kwa lugha ukiwa kanisani, anakusemesha na kuonyesha maono, huyo Roho Mtakatifu mtumie pia akusaidie kwenye swala la mavazi. Siku hizi imekuwa kawaida, mtoto wa Mungu uliokoka, ukikusimamisha na mtu wa duniani hamna tofauti, vitovu wazi, sketi fupi, vinini, yani maungo yote yanakuwa yako wazi, maziwa wazi, unamaanisha nini? unamaanisha nini mtoto wa Mungu? Tuulizane tu hilo swali, wewe ni nuru. Aya, wewe unavaa kitovu wazi, unaenda kumhubiria mtu ambaye amevaa kitovu wazi, mna tofauti gani Mna tofauti gani? O, oh, Mungu yuko moyoni. Sisi wa duniani tunatangulia kwanza kukuona wewe nje, umembeba huyo Kristo kwanzia ndani mpaka nje, huyo Kristo anaonekana. Huwezi ukasema Mungu anaangalia moyo, basi tungekuwa tunaenda kanisani uchi kama Mungu anaangalia moyo, mavazi yasingekuwa ya yanatengenezwa. Mavazi yamewekwa special kwa ajili ya kujistili sisi. Kuna mavazi ya disco, ndio maana saizi watu wengine hawawezi wakatofautisha huyu mtu anaenda kanisani, anaenda klabu, anaenda sehemu za starehe au wapi, kwa sababu mavazi yetu tumejiweka ovyo ovyo sana. Tumheshimu Mungu, angalia mavazi ni ya kuvaa wapi hmm? Neno la wa Mungu inasema katika Waefeso mbili kumi, kwa maana sisi tukiwa wacha Mungu wa Kristo tumeumbwa katika Kristo Yesu kwa matendo mema ambayo Mungu aliandaa kabla ili tuyafanye. Jamani, umembeba Yesu Kristo ndani na unasema Mungu anaangalia moyo. Umembeba Roho Mtakatifu ndani, unanena kwa lugha sana, wewe ni prayer warrior sana. Hebu mruhusu huyo Roho Mtakatifu akufundishe namna nzuri ya kuvaa unapoenda unapoenda unapoenda ibadani, unapoenda kwenye nyumba za ibada, kuhubiria watu, unapokuwa mtandaoni. Unajua, maisha ya Kikristo ni maisha ambayo tunaishi kila, yani inatakiwa umuishi huyu Yesu kama umemkubali na kumpokea, inatakiwa umuishi kila siku. Tuoneshe huyo Yesu yuko wapi, tuoneshe yupo ndani, lakini tunataka tumuone na nje Yesu umebeba nguvu zake, lakini unaenda aya. Tuchukulie mfano yes. unasema Yesu, unasema umembeba Yesu Kristo ndani, unaenda kuhubiri. Tuseme unaenda kuhubiri wapi wapi, sehemu ambazo ni za wauni, umekutana na wakaka wengi wao, unasema Mungu anaangalia moyo, mavazi uliovaa jamani hata wakaka wenyewe wanaweza, unajua, wanaume wengi wanakasirika sana kuona wanawake wanavaa vitu vya ajabu ajabu. Wanaweza hata wakakuchapa kwanza, au wakakusema, au wakakudharau. Unaenda kuongea nini? Lile neno ambayo utaenda kulitoa, au watu watalibeba kweli, au wataanza kukudiskasi wewe ndani kwanza? Kwa hiyo tubadilike, wapendwa, hiyo statement ya Mungu anaangalia moyo tujirekebishe. Ndio, Mungu anaangalia moyo, lakini huku nje. Ndo maana alitupa miili. Kama anaangalia moyo, basi angeruhusu mioyo ndo itawale duniani. Yani tungekuwa sisi ni moyo, hatuna mwili, au tungekuwa roho kwamba hatuonekani. Kama Mungu anaangalia roho, sisi tungekuwa roho tunatembea, tuna katika ulimwengu wa roho miili hii alitupa mili kwa sababu, na miili tumepewa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa hizo nguo unazovaa je, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu au na nia gani? Jiulize hilo swali leo.